<laughs> Diaspora nani? We, hey, nyumbu kama wewe Diaspora jita Diaspora. <laughs> Vita na Diaspora kama nani? Kwa we, kama wewe unasabikia upumbavu unategemea kila mtu ni mpumbavu kama wewe. <laughs> Eh? Bosi, amlu kosi, the river that never dry nafahamika kwa kila mtu. Sawa bwana. Tutawakamata wote. Nakwambia, iwe chukue mwaka mmoja, chukue miaka miwili, chukue miaka mitatu, hata kumi, tutahakikisha mkono wa sheria unawafikia. Hamuwezi kwa mashisha watoto wa watu wauawe wakati nyinyi mnajificha nyuma ya simu. Hamwezi, hatuwezi kuacha hivi hivi. Damu imemwagika nyingi sana na ninyi ndio mmesababisha. Saa hizi mnakaa mnacheka eh, mnakaa mnacheka pembeni, wakati watu wana vilio saa hizi, wamepotezea maisha ya ndugu zao, wamepotezea watoto wao. Wao wana fly bila aibu, unaendelea kwa masisa hiyo watu wafe. Mmekaa mmekaza na wamesha tondeni kulu tondeni kulu tondeni kulu, wakati nyinyi mmekaa nyumbani. Eh, mtutawafikia wote wote, tunawafahamu hakuna aliye safe kuanzia saa hizi. Hakuna once a cop always a cop, nakwambia amini mimi ni polisi sasa, nakwambia hivi wa, yani hesabieni mwentagwa sabia yani, labda usio kanyaga Tanzania, labda usio katoka nje hapo ulipo. Hata ukiwa Kenya, tutakufata na tutajua ulipo, na wote movement zenu tunawafahamu asilimia kubwa, na tutawakamata.